Karibu sana daktari. Asante sana, ni kweli kabisa. mm-hmm. Uh, o taongelea mambo sita ambayo ukiyafanya au unatakiwa uyafahamu au uyafanye, itakusaidia umalize mwaka vizuri, lakini pia uweze kuanza mwaka mpya ukiwa mwenye ukiwa timamu kabisa okay. Lakini pia kitu kikubwa zaidi pia kingine uh, mara nyingi sana wakati unafundisha, ili uwe na afya njema ule hiki usile hiki unywe hiki usinywe hiki. Lakini hivi vitu pia kuvipata ni ama, ni ama unalima ni mkulima au na uchumi unaweza kuvinunua mm. Kwa hiyo hata kama wewe labda uchumi wako hauko vizuri kabisa, hivi vitu nilivyofundisha hapa, kwa mfano ukiambiwa labda ulichakula hiki au kinywaji hiki, ili uvipate hivyo vitu mpaka uwe umelima au uwe una uchumi unaweza kuvinunua. Okay. Sasa kwa hata wale ambao uchumi wao haujakaa sawa, kiasi kwamba hawezi kumudu gharama za kupata hivi vitu, basi pale mwishoni mwishoni nitatoa namna rahisi kabisa njia ambayo tutaifanya kwa pamoja, itakusaidia hata wewe ambaye uchumi wako uko sawa, basi uweze kukaa vizuri kabisa. Kwa sababu hata pia unajua siku hizi wanaume wengi pia wana shida ya nguvu za kiume, mm. Kati ya sababu ni kwamba wanakuwa hawana fedha. Maana kama una fedha uchumi wako uko vizuri, kiukweli ni vigumu sana mambo yako mengi kwenda vizuri. Kwa hiyo right, tutajifunza kwa pamoja ni namna gani sasa ambayo tunaweza kufanya ili maisha yetu yawe vizuri kabisa naogombea kwenye uchaguzi mwanze kilimo cha ndizi haraka sana hmm. Watu ambao wanagombea kwenye uchaguzi waanze kilimo cha ndizi mapema sana, kwa sababu hapa wa, naongelea wanaogombea ngazi zote, wanaogombea wenye viti hmm, wanaogombea udiwani, wanaogombea ubunge hadi uraisi, kwa sababu matokeo ya kura yakitoka ukiambiwa umepata kura tatu uliopigiwa na, na mke wako mwanao, na ulojipikia wewe mwenyewe unatakiwa uanze kula ndizi kwa kasi sana. Ile zile ndizi zitakusaidia kuondoa msongo wa mawazo kwa sababu unajua ndizi ina amino acid ambayo hii ni sehemu ya protini. Inasaidia kuzalisha homoni zinazo zinazoleta furaha, yaani homoni za furaha. Zitakusaidia kuondoa msongo wa mawazo. Hii pia ni nzuri hata kwa wale ambao labda umefumania au umefumaniwa au umeachika. Baada kuchukua maamuzi ambayo unatakiwa ukae chini ule ndizi. Kwa mfano, mfano umeachwa au umefumaniwa au au kuna tatizo lolote limekutokea ambayo inakupeleka upate mfadhaiko wa akili. Unatakiwa ule ndizi kwa kasi sana utaona baada ya muda mfupi unakaa vizuri kabisa. Asante. Wanaogombea wanafasi ya uh, wenyekiti bila shaka hmm, wamesikia na hivyo uchaguzi ni kesho. Na hata msongo kabisa, hata msongo mawazo, eh, wale ambao wanakuwa na msongo mawazo, najua kuna wakati mwingine maisha, kuna mwezo, kunapitia ile panda shuka. Mm. Sasa, uh, ukitumia hii njia itakusaidia uweze kukaa vizuri kabisa. Ndizi zinasaidia sana kuende kuzalisha hormone ambazo zinaondoa msongo mawazo. Okay. Kwa hiyo unaona unakaa sawa kabisa na mambo yako yanakuendea vizuri kabisa kama unavyotaka mwenyewe. Ni njia ambayo inatumika sana duniani. Hata ndio maana kuna kipindi cha hii kushauri pia, hata wanafunzi hapa kana kumbuka. Yes, kabisa. Wanafunzi wapate ndizi hizi, e, hapa ndizi zinazongelea hapa ni ndizi mbivu ndo mm-hmm. Zinazofaa zaidi na Uh, mfadhaiko wa akili lakini pia ukikosa anakupa nguvu ya mwili. Lakini pia ukikosa hiyo, basi unaweza kutumia vitu vingine kwa mfano kama, kama miwa. Hiyo si miwa pia ina yeye ni nzuri sana kukupa nishati ya mwili na kukufanya uweze kufanya kazi zako vizuri kabisa, bila changamoto yoyote. Asante, dokta. Jambo la pili ambalo inabidi tuishi nalo, watu wanene ukiona picha ya nguruwe mfumbe macho. Watu wanene ukiona picha ya nguruwe mfumbe macho, msije mkamtamani kwa sababu mtu mnene ukila nguruwe Unanenepa sana, unanenepa zaidi. Mm. Sasa mtu unaponenepa, magonjwa yanaanza kuona mwili wako kama geto. Na ndio maana watu ambao ni wanene, ni vizuri zaidi unapoamka asubuhi unywe maji glasi nne. Kwa sababu maji yana oksijeni ambayo itakusaidia kuunguza unguza mafuta na sukari ndani ya mwili wako, na kukuondolea hayo mafuta ambayo ukienda kukaa ndani ya mwili wako itakuletea changamoto. Mm. Lakini pia ni jambo njema zaidi, pia unapomaliza kula, masaa mawili baada ya kula ujitahidi unywe maji, kwa sababu maji hutumika sana duniani kutibu magonjwa ya nje ya mwili na ndani ya mwili. Lakini pia maji yanapatikana, mtu yote anaweza kupata maji. Namna yeah, ya kuyapata mm -hmm, ni rahisi sana. Kwa hiyo ni njia ambayo ukitumia itakusaidia, utaona afya yako inaimarika na kabisa. Kwa hiyo upande wa vyakula hivi, kuna vyakula vya watu wanene na vyakula vya watu wa mbamba, tusichanganye hapo. Unatakiwa ule, ule chakula kulingana na majukumu yako, lakini pia kulingana na mwili wako. Watu ambao ni wanene, watu ambao ni we, ni wanene. Kuna vyakula vya wanene, chasema mara nyingi sana kwamba watu wanene wale vyakula vyao viko juu ya ardhi, watu watu wa wembamba wale vyakula vya chini ya ardhi. Hiyo hiyo itasaidia kuongeza mwili na kwa vizuri kabisa. Okay, naam bwana, hiyo ilikuwa inahusu watu wanene na daktari ameweza kuizungumza hapa. Kwa hiyo yule mnyama yule, ibidi mpite naye mbali, msimtamani tamani. Jambo la tatu, mnao kula chakula usiku, mnunue vitu vya walemavu kabla havijapanda bei. Mmm, wanaokula chakula usiku wanunue vitu vya walemavu kabla havijapanda bei. Kwa nini dokta? Kwa sababu unapokula chakula usiku alafu ukaenda kulala, mwili wako unakihifadhi kile chakula kama akiba, alafu kwamba utakitumia asubuhi, alafu asubuhi wewe tena unakula. Ukila asubuhi, ile akiba inaendelea kubaki. Mchana tena unakula, ile akiba ya usiku inaendelea kubaki. Usiku tena unakula, ile akiba inaendelea kubaki. Sasa ile akiba ndio yale mafuta ambayo yanapelekea mtu anapata kitambi, tumbo kubwa na nyama, uzembe, sasa na uzito mkubwa sasa mwanadamu unapokuwa mzito kuna, kuna ugonjwa unaitwa gauti. Naposema gauti, unajua kawaida kwenye mwili wa binadamu kwenye maungio mifupa na mifupa kunakuwa kuna ute ute au maji maji, mm, ambao unakuwa unasaidia mifupa isiweze kugusana, kama ni kama kulainisha au grease, inakuwa inasaidia hivi mifupa kati ya mfupa na mfupa visiweze kugusana. Sasa kuna watu wengine ule ule ute huo una, una, unapungua. Sasa kati ya sababu inayosababisha ute unapungua ni, ni, ni kuwa mnene sana, kisha itakupelekea upate ugonjwa wa gauti Nasikia watu wengi watu wengi sana wanene, nakuta nauma magoti, anauma kwenye maungio maungio sana, nakuwa napata maumivu kwa sababu ya kupungua ule uti na mifupa kwanza kugusana yenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo watu ambao ni wanene wa, wa, najua hata sisi wanasayansi, bwana, ni swala kulifanyia kazi. Na Dr amemaliza ya kazi yake, ametufikishia ujumbe, kazi kwetu ku Kile ambacho, tunaelekezwa lingine daktari watu wa Dar es Salaam wahamie Rio de Janeiro yani Bukoba mm. na watu wa Rio de Janeiro yani watu wa Bukoba wahamie ah, Dar es Salaam kabisa unajua ah, kwa kuna mimea ukiipanda kwenye sehemu ya joto haioti Pako ipande sehemu ya baridi na kuna mimea ukipanda sehemu ya baridi haioti mpaka uipande sehemu ya joto sasa mwanadamu ni hivyo hivyo, kama wewe unaumwa umefanya vipimo vya kila namna ugonjwa wako hauonekani, cha kufanya hapo unatakiwa uhame eneo, eneo na ruka uhamie eneo lingine. Unajua tatizo la waafrika wengi, woga. Mnanunua Biblia na Kurani ili kwa kufurahisha wachungaji na mashehe, hamnunui ili msome, kwa sababu kama mnasoma kwa mfano kitabu cha Mwanzo 12 utaona Mungu alimwambia Ibrahim ahame eneo moja aende eneo lingine, na Ibrahim alipoenda kule akafanikiwa sana, kwa mtu mkuu hadi sasa hivi vizazi na vizazi tunamtaja jina lake kwa sababu ya kutii tu, kwa maana eneo moja kwenda eneo lingine. Watu wengi sana ambao wana matatizo mengi sana ya kiafya au matatizo mengi sana ya kiuchumi walipotoka moja kwenda eneo lingine walifanikiwa sana. Unajua kuna baadhi ya hali ya hewa naweza kawa support wewe kufanikiwa katika eneo unaloishi, kwa kitoka hapo kwenda sehemu nyingine, naombeo na kaa vizuri kabisa na unastawi kabisa okay. Naam, naam. Eh, sema hiyo ya Bukoba kwa Rio de Janeiro leo tu ametupiga. Kuna profesa mmoja, kuna profesa mmoja mashuhuri sana duniani anaitwa Profesa Anna Tibaijuka. Huyu mwanaharakati ambaye alipoliona lile eneo la Rio de Janeiro, kule Brazili, akalifananisha na Bukoba. Kwa hiyo akaamua kuita Bukoba, akaamua Bukoba iitwe Rio de Janeiro. Sasa profesa kisha sema mapinga tena. Lazima mfuate maelekezo ya profesa. Asante. Lingine daktari ambalo tuko nalo. Daktari lingine ambalo upo nalo. Wanasayansi tunaitambua Tanzania kama peponi. Yaani kisayansi, mm. Tanzania ni peponi. Unajua kuna wahuni wachache ambao wanaibeza Afrika. Wanakuambia Waafrika wana maisha magumu, Waafrika hawana furaha. Lakini vigezo vikubwa ambavyo wao wanatumia kupima furaha yetu Waafrika, wanaangalia Watanzania wangapi wanaishi kwenye magorofa. Watanzania wangapi wanaishi, wanaendesha magari. Lakini kitu kidogo kitu ambacho ni, ni, ni sio kweli kabisa kwa sababu unajua kila jamii au kila tamaduni au kila watu wanakuwa na chanzo chao cha furaha. Mm. Kwa mfano mimi nifanye utafiti mzuri, miji mingi mingi sana ya, ya Marekani. Kwa mfano California. Maskini wa Tanzania, tajiri wa California lakini kwa, kwa mfano naona Tanzania huku tuna, tuna kila kitu ambacho mwanadamu anakihitaji ili awe, aweze kuwa mwanadamu kamili. Tuna hali ya hewa nzuri, tuna madini ya kila namna, tuna maji kila sehemu, tuna mbuga za wanyama, tuna vivutio vya kila namna, tuna kila kitu ambacho mwanadamu anakihitaji. Lakini pia Watanzania ni watu ambao wameumbwa wakakamilika, tuna kila kitu ambacho anakihitaji mwanadamu. Kwa mfano naona vitu vingi sana huku, vitu vingi sana ambavyo tunanunua nje malighafi za kutengenezea ziko Tanzania au ziko Afrika kwa ujumla. Ndio maana mimi nimeamua nitawafundisha jinsi ya kuweza kutengeneza vitu vyote ambavyo mnavinunua nje ili msiende kununua nje mweze kutengeneza wenyewe. Yes, kabisa. Nitawafundisha jinsi ya kutengeneza uh, dawa za meno, nitawafundisha jinsi ya kutengeneza sabuni za aina zote, nitawafundisha jinsi ya kuondoa dawa uh, kuondoa michirizi uh, ya namna yoyote ambayo imesababishwa na sababu yoyote lakini pia wale ambao wengi wamekuwa wakisafiri kwenda Uturuki kutafuta dawa siuza kusimamisha maziwa. Sasa nitawafundisha namna jinsi ya kuweza kuef, kuef, kuef, kuyafanikisha hayo yote. Okay. Lakini pia nitawafundisha jinsi, jinsi ya kuweza kutengeneza shampoo, kutengeneza shawajeli, kutengeneza losheni, kutengeneza krimu, kutengeneza mafuta kujipaka, kutengeneza za skrabu, kutengeneza jiki, kutengeneza vitakasa mikono, kutengeneza dawa za, za, za ngozi, dawa za nywele, matatizo yote ya, ya nywele. Unajua kwa nini, kwa nini nimeamua kufanya hivi? Mm. Yeyote ambaye anakupa kitu ambacho anakiingiza ndani ya mwili wako au nje ya mwili wako, anaweza kaamua, kaamua, wewe, wewe, huyo mtu ana namna gani Yani, mtu ambaye anakupa kitu ambacho unakila mm, au nakiingiza nje ya mwili wako, anaweza kuamuru wewe uwe mtu wa namna gani? Kwa hiyo maana nitawafundisha ili mweze kuvitumia hivi vitu, lakini pia hata kwa, uh, lakini pia hata unaweza kutumia pia kama kama sehemu ya kuingizia wewe kipato kama uchumi kwako. Kwa unaweza kanitumia ujumbe kwa WhatsApp kwa namba uh ambayo ni 0628 82 12 42 au kaanza na alama ya kujumlisha yani, 255 alafu 628 82 12 42. Kwa pamoja tukafundishana ili muweze kuepuka kununua vitu ambavyo mnaenda kuvinunua kule, mm -hmm, lakini mali ghafi za ku, za kutengeneza hivi vitu. Wenyewe ziko yes, hapa hapa nyumbani. E, na wenyewe wanazichukua hapa hapa. Kwa kweli wakati hiyo wafika lazima tuamke. Unajua kila mtu kila mwanadamu hapa amewekea kipawa ndani yake ambacho mm, sisi tunataka tutumie hivyo vipawa kuibadilisha dunia au kuifanya Tanzania iwe sehemu nzuri ya kuishi kwa kila mtu. Akikaa mahali pake, akatumia kipawa chake, utashangaa Tanzania na mahali pazuri kabisa, na maisha yetu yanastawi kabisa, kwa sababu duniani kote hakuna sehemu nzuri ya kuishi kama Tanzania na Afrika kwa ujumla. Asante. Peponi Tanzania. Kisayansi. Kwa hiyo unajua, kwa mfano wiki iliyopita ile tulifundisha jinsi ya ku ya kushughulikia na matatizo mbalimbali ya ngozi mm. Eh, tukafundisha kwamba hizi uh, dawa nyingi sana za za nywele mm. zinakuwa zinas, zinasababisha zina matatizo mengi sana kinisema kilopita, wanakupoteza kumbukumbu, yes, eh, kansa ya maziwa uh, magonjwa mengi sana ki, ya kiafya matatizo ya homoni inakuwa sababishwa na unakuwa unatumia hivi vipodozi au vitu ambavyo vinakuwa sio vya asili. Kwa hiyo maana nikaona ni njia bora zaidi unajua kila kila ili wewe madam, ili wewe na afya njema, lazima uzingatie jambo hili. Kila kitu unachokitumia wewe umekitengeneza mwenyewe au umejua nani amekitengeneza kitengeneza, kitengeneza mazingira ma gani? Ndio maana hata kama wewe unanunua mafuta ya nazi, unasema mafuta ya nazi mazuri sana kwa afya yako madam, watu wadogo ambao watu, watu wanapaka mafuta ya nazi, naona wanakuwa na afya njema sana, lakini mafuta ya nazi ili afanye ili upate manufaa yake vizuri, unatakiwa uyatengeneze we, wenyewe Unapoyatengeneza mwenyewe unajua umetengeneza kwenye mazingira gani na umeweka nini na nini, nakusaidia kuwa na afya njema na kuepushia hatari ambazo ungezipata, ndipo unakuwa unatumia kitu unajua. Sasa hivi kidogo, dunia sasa hivi, hii dunia iko kwenye uh, kila kila taifa linajipigania yenyewe ifike mm-hmm, mahali fulani, kwa hiyo uh, mtu taifa mkiu, mkiu, uh, watu fulani wanaanza kaamua kupenyeza jambo lao kupitia chakula au kupitia Uh, vitu, vitu, vitu vipodozi na kadhalika. Mm -hmm. Lazima uwe mwangalifu sana unapotaka kutumia kitu, kitu kile uwe mwangalifu na hicho kitu na uhakikishe usalama wake unatosha. Maana pale nimeona nimeeleza kwa, kwa, kwenye matunda pale nikasema ni vizuri zaidi kwa matunda na mboga za majani, mazao unayolima mwenyewe. Mm -hmm. Hii ni kwa sababu pia ya kiusalama. Unajua sasa hivi kuna madawa mengi sana. Na kibaya zaidi kwa huku mjini, uh, mazao vitu vingi sana vinakuwa vimewekwa katika mfumo wa biashara. Mm -hmm. Kwamba hata mboga za majani hizi mtu anapokuwa anapanda anaweka madawa, anaweka uh, mm -hmm. nini kwa ajili ya kufanya biashara yake iende vizuri, jambo ambalo kidogo pia ni changamoto kwa afya yako. Okay, um, sawa so. Bana, nikitazama hapa kuna mtu ameuliza swali, anasema: daktari, mimi nina shida kidogo, nina shida ya ganzi. Anasema naumwa sana ganzi kwenye vidole vya mkono, ipo maeneo ya Kimara, changamoto hii ya ganzi. Sawa so, sawa so. Sasa hapo nategemea kama ni kama ni, ni mnene au lakini pia hii ganzi inakuwa na sababu nyingi sana mm. Uh, waga, waga sababu ya moja kwa moja kwa uh, uh, jambo, uh, jambo jema zaidi huyu ndugu yangu. Sawa. Kuna huyu mwingine ameuliza lakini nadhani usha kulipatia majibu hili swali lakini si mbaya pia kama majibu ufupi. Anasema je, ikiwa mtu toka uzaliwe hadi unafikisha miaka ishirini hujawahi kushiriki tendo la ndoa, kuna shida kiafya unaweza kupata? Kuna nafikiri faida, faida, uh, faida zake faida ni, ni nyingi sana kuliko madhara okay. E, ingawa sasa nategemea anayeuliza ni mwanaume mwanamke haja sijajua yes, Aa, <laughs> lakini unajua kidogo ukiwa na epuka epuka haya mambo pia, mm, uh, sio jambo baya sana. Unajua kila kila jambo na wakati wake. Ukiwa unasoma basi jitahidi ku, ku, kuwekeza akili katika masomo yako. Kama unafanya jambo lolote lile wekeza akili katika hilo jambo, ili haya mambo mengine yapo tu utayakuta huko mbeleni. Mm. Na kibaza hii kwa siku za hivi karibuni changamoto za mapenzi na kwani nyingi kuliko faida zake. Kwa hiyo ukifanikiwa kuyaepuka haya pia ukafokasa na mambo yako, ni jambo jema sana. Naomba niongezee moja. Kuna athari kwa mtu kuwa na mahusiano mawili, matatu, manne, matano kwa wakati mmoja, yaani mtu kuwa na mahusiano mengi. Ah, sawa sawa, ni kama ndugu yangu anasibu pale chini. Sawa sawa. Ah, unajua uh, kwanza sisi wa Tanzania wa au wa Afrika tuna um, tamaduni mm. au tuna mila zetu ambazo tunaishi nazo sasa. Siku zote napokuwa nafanya jambo ambalo ni kinyume na tamaduni au na mila zenu, inaweza ni kutengenezea mgogoro wa nafsi. Uh, mgogoro wa nafsi. Ndo maana juzi ni kuna kipindi chake kusema nikasema nikasema tafiti nyingi zinaonyesha wanawake wanakuwa wachukii wanaume wake anapoongeza mke wa pili mm. iye wanakuwa wanakuwa wanachukia pale unapokuwa unaongeza bila kumpa taarifa. Kwa hiyo nafikiri kuna baadhi ya imani zinaruhusu mtu kuwa na uh, mke mmoja mke wawili watatu sio mm. lakini kuna baadhi ya imani pia haziruhusu. Sasa hapo nategemea wewe, kama imani yako inaruhusu, fuata imani yako inavyokuruhusu. Kama imani yako hairuhusu hairuhusu ay, kufanya hivyo, ifuate imani yako lakini katika yote sikiza nafsi yako. Unajua kila mwanadamu hapa apa uh, ana namna yake ya kuendesha mambo yake. Hawataki kuendesha mambo kwa sababu watu fulani wanasema hivi. Uh-uh. Kama kwako hilo jambo ni sahihi, kuwa huru kufanya jambo lolote ambalo ni sahihi kwako. Unajua kila mtu wake mtu kama mwanadamu hapa duniani, hawataki kubishana na nafsi yako. Unajua siku hizi watu wengi sana wanafurahi kwa sababu watu wengi sana wanakuwa na bishana na nafsi yake. Nafsi yake inamwambia kwenda hivi, yeye anaenda hivi. Jambo linalopelekea apate mgogoro wa nafsi na kufahamisha kose furaha na kumwondolea furaha. Okay. Naam naam. Sawa, daktari tunamalizaje? Tunamaliza kabisa mdomo umeisha eh? Mm. Sawa sawa. Sasa nitaka ni kwa mtu ambaye atakuwa na labda, unataka kupata una swali, kuna sehemu hujaelewa, basi unaweza ukanitafuta kwa njia ya WhatsApp, ambayo namba yangu ni 06 28 82 12 42, yaani 06 28 82 12 42, au kanitumie kwenye mitandao ya kijamii sasa. YouTube ni Dr Grayson Babishomba.